Hello guys, this is Chombady. Mama Lisa, Lisha have a good mommy. And her mommy is so, beautiful, the Chombady Lady. So guys, leo niko nakuja kuomba msamaha mkomunote yangu ya bakongomani, niko nakia kuomba msamaha ku banaume bote pa ba mkomunote ya bakongomani, kwa sababu kuna kipindi hapo nyuma

usipojitambua mrezo sosio kuangalia maneno ene unaongeaka, eh bwana, itakuvunjia trust to too many people. Utajaribia bahati kwa watu wengi sana, utajaribisha reputation zaidi na zaidi. Juu ya nini nasema? Mtu mwenye anakualika kwenda kukufanyia interview anakulipa ile demi dolari ile mi dolari, kwa sababu uende ufanye kitu kile kitamfurahisha yeye, account yake ipande jo. Lakini wewe ulilipe ile makuta mko na babuka pamulomo pale, sapa chombo ya bosi pamulomo parefu uko najaribishia reputation na trust and people to your own people. Yeye anapandisha wewe unazidi, yeah, kuji, kujaribishia. So, mimi naweza kusema ni distraction na ilikuwa lakini butoto. I think ina komala. I think ina na komala. So, kwa sababu kuna, kuna muda naonaga ma video yangu hata mimi peke sizipendaki. I don't like it. Sipendaki najikuta that is not me. Huyu ndio mimi mweni kwa hapa, ule chombo ya boss wa 2024 kule ma 2023, that is not me. Chombo ya boss wa 2026 ndo huyu na ndo mumu mutrust huyu because mi naokoka, mimi nampenda Mungu. I have a God try me. Kama uko mlozi nitafute leo, kama ndo ta ilo, kama Mungu niko na Mungu tu hauta niweza. Mimi namwamini Mungu asilimia mia, najipigia kama Mungu kifua tu, niko naye namwamini tu. Aliniambia kwamba ni trust processes zake, na nikimwamini yeye na imani yangu ndo nguvu ya iku nifanyake yote kinataka. Munisameva, ndugu yangu Bandugu yangu Bakongomani, bakaka yangu munisamee. Munisamee. Ya si yangu munisamee, bakaka tukikutana yangu munisamee. Na mwanadamu unaona, gisi Mungu akitaka kukuvunisha kitu utakivuna msikii nilikutaka naume bote, especially ba Mugrizboro bote walikuwa natumika muli na wanamuke bote mwili kampani. The first time unenda kufanya interview orientation, nilikutanaka na banamuke bawili, mwa alikuwa mkanisa yetu na mwingine alikuwa tuamu Mugrizboro. bo bote kuniona maneno ikaanza Mungu wangu, kazi ile ile siku ya orientation, ya oh, oh, sio. Kitu kilikuwa kinanishangaza mlikuwa bababa bazima benye nizala mie. Bako nizidi umri. Nikiingia tuku breaking room ni depression and fire balikuwa banaogopa bakwenda kukulia mwese, mtu anaenda kukula mwese <laughs> niko nabambia mbele ya Mungu mwena umbaka, balikuwa anaogopaka anaenda kukulia mwese. Nikikala tu karibu na mtu, anasimama anatoka anaenda pengine juu ya nini. Nikiongea na mtu, anamwambia wewe ni sali hapo, atakuchamba. Nilikuwa nafanya sana, niko nakula chakula naingiza mkono, mtu yuko ananiangalia gisi niko na, niko nakula gisi niko na meza, ataniangalia mpaka danako kule. Ilikuwa shida Nikiongea na mutu tu mwengine anafata ye, uko naongea na chombo ya bosi, hata kuchambo na mjua we, panaambia mpaka Baamerikani napata maripoti na milio ya mingi. So bilikuwa vinaniumiza, lakini nilikuwa nasema ni beneni nilipanda, acha nivune. Kwa nini niumie na ni vitu beneni nilipandaka? Kajiuliza why bako na niogopa, why bako na niogopa? Na mimi siwezi kutukana na tena why, because bakienda kuangalia ile pase yangu mama yangu, <laughs> lakini pakinwa, pakinwa parefu unakuta wanaume mweona chatigi naye mboxi, mnaongeaka tu mzuri, anakwambia sitaki watuone mi nawe pako kazi kama tunaongeaka, batamwambia bibi yangu. Mwingine anakwambia oh, sitaki baonekane kama mi nawe tunakuaka tunaongea, batamwambia bataambia bibi yangu, oh, sitaki banione naongea kana wako rafiki yangu. Nasema kasi ongeaki na wewe, bakinona naongea na wewe hapa, nita nita batonekana, nilikuwa gana ishiwa nilikuwaga na ishiwa na bamwa, nilibloka. Nikajiuliza like huu ni unafiki, why ukiwa inbox unaongea na mie? Tukikuwa kukazi una, una pretend like I never talk to you. Akikuwa mkazi ana pretend like mimi na yeye tujuani. Tukikuwa outside anaonesha kwamba mimi na yeye tunasimama. Mm. Nilikuwa na ikala sometime, natoka, sita ikala, na, na baacha, basi, kwa kubaonea, kwa kuona like mie ndo kisiniko sasa vile, niko na baumiza. Nikakuwa naacha bedroom, naenda na mimi na ikala kule kuwese naenda kukala kule kuese kule juu baikale baikale kwa amani nikienda, wa I'm tell you guys. So kama ndo muba na mie mukanisa so, unaniona mukanisa unanisalimia, lakini tukikuwa hinje na kanisa una act like you don't know me tukikuwa nje na kanisa muna act like you don't know me. Abi hazi kunilumiza ni kwa sababu ni mavuno, abi nilumiza ke ni mavuno. Lakini kuanzia leo muwache benye mkwemu, mkwemu. Unanisalimia, niko dada yenu. Kama unanipendaka niambie unanipenda, niambie unanipenda, toa feeling zako kwangu nikujibie sikutaki. Kama nakupenda nikwambie na mimi nakupenda. Why uko naogopa? unanipendaka uko naambia hapa tu unanipendaka lakini uko nashindwa kukuja kuniambia unanipendaka, eti unaniogopa kaja niko na pakinwa. Pakinwa kwangu ni parefu No papa, no my brother, be strong, you are man, be strong trust, your, trust yourself kewonge na mini komwanamuke bebe, basi mukate na kwaka nguvu muchai. <laughs> Munanishangaza sana bandugu yangu, minabapenda sana, munipende mini, dada yenu munipoke, kama mtu wenu munipoke, namunileye muni bebomi, bebomi, bebomi, my people, bebomi, minabapenda sana lakini adui bakia kwa tu, adui maki mie, adui ni adui, sababu siwezi kosa kuwa na maadui kwa sababu mi ni mtoto wa Mungu, adui lazima wawe mengi. Maana mi nina, nina nguvu ya kuwakilisha, adui wawe wengi yeah. So, mi nabapenda, nabapenda sana muumini. mm -hmm. Na kwa tunashangala unakuta wa kanisa tukikua kukanisa kuna wenyewe wanaweza kukusemesha na wengine awezi kukusemesha

soth kumakutako niko na watu bengi sana, niko na watu bengi bebe, benye watakia kununua chakula yako juu ya the chombo lady uko na niemi kanisa yako haijulikani kwa sababu ongea yake nami unanitaka impoli. Mimi sinaweza kupromote kanisa yako au hata ni inviti ku kanisa yako kwa sababu chombo ya bosi ni impoli. Unakataa kuni inviti ku kanisa niki kujumuika na mwe mkanisa moja juu niko impoli. Mimi siko impoli, mimi ni mtoto wa Mungu mwenye napendwa na Mungu. Naba karibisha karibu kwenye my life, mujisikie uhuru pale ambapo Unionapo barabarani, unikutapo kwenye stoo, unionapo kazini, ongea na mie. Niko dada yako, kwa mwanamke na mwanaume, ongea na mie, usiniogope. Jisikie uhuru kuniuliza kyokyote, jisikie uhuru kunimbox, andika kyokyote ukiwa unataka nisalimie, nikusalimie. Bebe, niko pale. Mi nabapenda, nabapenda sana, na nitaendelea kuongea haya, sitowaacha pati. Asante. Leo ni Jumapili njema, muwe na siku njema. Mwa the Chomb Lady baby, yes bye.